Waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto Ummy Mwalimu amezindua duka la dawa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekou Toure, na kuiagiza bohari kuu ya dawa nchini MSD kuweka utaratibu wa kuwazawadia watu wanaotoa taarifa kuhusu vitendo vya wizi wa dawa na vifaa tiba vya serikali. Waziri Mwalimu amesema utaratibu huo wa kuwapa watu motisha utawezesha kukamatwa kwa watumishi wa umma wanaojihusisha na wizi wa dawa na vifaa tiba vya serikali na kusaidia kukomesha vitendo hivyo. Mwanahabari wetu wa Mikus Butunga ana taarifa kamili kutoka Mwanza. Si Dr. John Magufuli linalotaka bohari kuu ya dawa MSD kufungua maduka ya dawa katika hospitali nchini ili kuimarisha upatikanaji wa dawa pamoja na vifaa tiba limetekelezwa vyema kwenye hospitali rufa ya rufaa ya mkoa wa Mwanza Sekou Toure. Duka hilo ambalo ujenzi wake umegharimu milioni 27 limefunguliwa na waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Ummy Mwalimu maelekezo yanayolenga kudhibiti upotevu wa dawa za serikali yakatolewa na waziri Mwalimu. Ukiona dawa ya serikali ipo katika duka la mtu binafsi, mwananchi, tunakuomba utoe taarifa. Na mwenyekiti, ni maelekezo yao, lazima MSD muwe na utaratibu wa kutoa zawadi kwa mwananchi kwa mtu yoyote ambaye atafichua upotevu wa dawa au kifaa tiba cha serikali lauliani, bwana Kunu ni mkurugenzi mkuu wa bohari kuu ya dawa nchini. Hapa Sekou Toure tumeweka utaratibu mzuri kwamba mgonjwa atatakiwa kununua dawa alizoandikiwa kwenye duka la dawa la hospitali ya Sekou Toure ambayo itakuwa inaitwa Pharmacy number 1 na akikosa dawa hapo atakuja kwenye duka MSD Ah, a baada ya dawa hizo na hizo kuzikosa kwenye famasi ya Sekou Toure, na atazipata. Na mteja wetu mkubwa ni hospitali ya Sekou Toure, sio mtu mmoja mmoja. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Magesa Mlongo analia na mwitikio mdogo wa wananchi katika kujiunga na mfuko wa afya ya jamii, bado na changamoto katika uchangiaji wa gharama za hospitali na mkombozi mkubwa ilikuwa ni mfuko wa afya ya jamii ili eneo bado hatujafanya vizuri sana. Tunazo kaya zaidi ya laki nne na themanini sita, lakini kaya zaidi ambazo zimejiunga ni kaya elfu tisa tu. Hii ni sawa sawa na asilimia moja nukta tisa. Kando ya hayo, Waziri Mwalimu amezungumzia kuhusu ongezeko la madaktari feki wanaokamatwa kwenye baadhi ya vituo vya tiba vya umma nchini Jambo ambalo kwa kweli tutalifuatilia kwa karibu sana, lakini kama walivyofanya hospitali ya Sekoture Mwanza. Kwa hiyo na uongozi wa hospitali ya mkoa, ya wilaya, kituo cha afya, unao wajibu na wenyewe wa kuhakikisha wanafanya ukaguzi wa mara kwa mara na kuwafuatilia watu ambao hawana sifa za kuwa madaktari. Kwa kweli lakini hatutamwonea haya. Amekusibutunga TBC Mwanza.